siku ya leo mapema tuna kuzungumzia kuhusu kifo cha papa wa Roma baba Mtakatifu Francisco aliyefariki tangu siku ya Jumatatu ya tarehe Aprili ishirini na moja huko nchini Italia. Ndugu mtazamaji pia msikilizaji, kabla tuendelee, lazima tukumbusha hapa kwamba Papa Francisco alifariki dunia akiwa na umri wa miaka themanini na nane na, na aliongoza kanisa Katoliki kama vile papa kwa muda wa miaka kumi na miwili alipochukua nyazifa hizo mwaka wa elfu mbili na, kumi na tatu. Kwa kweli papa Francisco, kama vile kumbukumbu wengi wanamkumbuka kwa unyenyekevu wake, kwa sababu alikuwa ni mnyenyekevu kabisa mahali palipokosa alikuwa akilitaja na mahali ambapo ameona amekosewa au kukosolewa alikuwa ananyenyekea, kitu ambacho kilimuacha yeye kukumbukwa na wengi. Kando na wahumini wa Kanisa Katoliki, hata vile wa madhehebu mbalimbali walimtambua na kupitia salamu za rambirambi zinazotolewa walimkumbuka kwa unyenyekevu wake kwa sababu hakuwajali wahumini wa kanisa Katoliki peke yao, lakini alikaribia madini mengine kando ya kanisa Katoliki, ziwe zile dhehebu au kanisa za Kiprotestanti kama vile Waislamu, na wote hao tayari wametuma ujumbe wa rambirambi kupitia msiba huo, kanisa Katoliki kote duniani mwili wa marehemu pumzike kwa amani, na roho yake iwekwe mahali pema peponi. Basi ni kupitia ujumbe huu, ndiyo tunakwenda moja kwa moja kwa machache yanayohusu kifo, pamoja na taratibu za kuteuliwa kwa Papa mpya. Tega sikio. Baada ya kifo cha Papa, utaratibu ulioainishwa vyema unafuatwa ili kuhakikisha mpito ndani ya kanisa Katoliki. Hapa kuna hatua kuu. Kwanza kabisa ni uthibitisho wa kifo cha papa. Kardinali msimamizi wa muda anathibitisha rasmi kifo cha papa. Kutokana na mila, yeye hupiga paji la uso la papa mara tatu kwa nyundo ya fedha huku akimwita kwa jina lake la ubatizo mtazamaji mm, pia msikilizaji wa chaneli yako hii pendelevu kuna nini News, sikiliza machache haya yanayohusu utaratibu wa mazishi na mchakato wa kumchagua papa mpya. Kipindi cha pili ni kile kipindi kinachochukuliwa kama likizo. Kipindi hiki huanza mara baada ya kifo cha papa. Wakati huo huo, jopo la makardinali linasimamia mambo ya kila siku ya kiti kitakatifu cha papa, lakini hakuna mahamuzi yoyote makubwa yanayoweza kuchukuliwa. Kuhusu mazishi, kipindi cha siku tisa cha maombolezo kinachohitwa novemdiales kinazingatiwa ki Misa na sala hupangwa katika ulimwengu wa Kikatolika. Na mwili wa Papa wawekwa wazi katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro ili kuruhusu wahumini kumwenzi. Mazishi yanafuata itifaki maalumu ikiwa ni pamoja na matumizi ya jeneza tatu mfululizo. Cypress, risasi na maloni. Wa sheria, ulinzi na umilele wa kanisa Katoliki. Kwa kawaida mapapa huzikwa kwenye kaburi la bazilika ya Mtakatifu Petro. Kuna pia kuitishwa kwa kongamano mkuu wa jopo la makardinali, anawaita wapiga kura wa makardinali chini ya umri wa miaka 80 kumchagua papa mpya. Kabla ya kongamano, mijadala ufanyika ili kujadili masuala ya sasa yanayolikabili kanisa. Pia kuna kipindi cha uchaguzi wa papa mpya. Uchaguzi wa papa mpya, kwanza kunafanyika mkutano huo unaofanyika katika, katika uh, Sistine Chapel chini ya ulinzi wa hali ya juu. Nao makardinali hupiga kura kwa kura ya siri hadi mgombeaji apate sulusi mbili ya kura. Kura huchomwa baada ya kila duru ya upigaji kura, na hapo moshi utakaotokea ni moshi utakaoleta maamuzi. Kwanza kabisa, moshi mweusi, mosi moshi mweusi huo unaonyesha kwamba hakuna papa aliyechaguliwa ni wakati unapotokea moshi mweupe huko. Moshi mweupe ukitangaza kuchaguliwa kwa papa mpya, inamaanisha hapa kwamba wakati uchaguzi wa papa mpya kuna mkutano unaofanyika katika Sistine Chapel chini ya ulinzi wa hali ya juu nao makardinali hupiga kura kwa kura ya siri hadi mgombeaji apate sulusi mbili ya kura. Kura inapopigwa inachomwa. Baada ya kila kura moshi mweusi ukitokea, moshi huo unamaanisha kwamba papa hajapatikana bado, yaani hakuna papa aliyechaguliwa lakini kura zinapochomwa na moshi wa kura hiyo ukiwa mweupe, moja kwa moja hiyo inatangaza au inaonyesha dalili za kwamba tayari papa anapatikana, na tangazo hapo linaweza kutolewa tangazo na kutawazwa mara baada ya kuchaguliwa papa mpya huyo anakubali rasmi ofisi yake na kuchagua jina la utawala, na hapo kardinali protokali atatangaza taratibu maarufu, ambayo hiyo ndiyo itakuwa au inakuwa kama vile uzinduzi rasmi wa papa mpya kuanza kazi yake kama vile papa. Ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News, ni hayo machache tulikuandalia mapema leo hii, tukileta utaratibu mdogo kuhusu kifo cha Papa, kutangazwa kwa kifo chake cha na wakati wa likizo, na pale atakapochaguliwa papa mpya. Basi kabla naondoke, wacha tukushukuru wewe ambaye ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Acha vile vile nikutakie kila la heri mahali kote unakotufata, lakini usisahau kauli mbiu ambayo ni wewe ambao ulikuwa bado hujasubscribe ya hane kujiabone, usikose kujiabone, usikose kulike, usikose kuwacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo